Miaka 21 mpaka 27, wengine tayari wamemaliza masomo na wapo makazini. Kuna kipengele ambacho watu wengine hawajajua katika umri huu. Ukishafika miaka 27 unatakiwa uwe edha umeolewa au umetulia unasubiri kuolewa. Wewe sasa tena sio msichana, kila saa wajipiga picha, wajiweka kwenye mtandao wa kijamii umebinunuka kiuno, unaomeza watu, unatembea nao. Kuna vijana wengi mtaani unatembea nao, wewe umegeuka, umekuwa fuska, utaki kusali. Ukija mtu kukuchumbia, unamwekea sababu nyingi, wataka gari, wewe huna, mzazi wako pia hana gari, wewe wewe unaweka mahari za hali ya juu, kisha wakosoa wa watu, huyu anapoa nene sana, huyu ni mweusi sana kwa hazi yangu, nimesoma mimi na degree na CPA, huyu hajajua hajasoma vizuri, hanifai familia yake sio muhimu, ya kwako pia sio muhimu. Saa zingine ni nani hasa amesema wewe ni bora kuliko mwingine?